Zamani sana kulikuwa na mto mkubwa uliopita katikati ya msitu wa Mizinga. Katika mto huo aliishi mamba mkubwa mwenye meno makali na macho ya kutisha. Hakuna mnyama aliyethubutu kukaribia maji bila kuangalia kila upande mara mbili. Katika upande mwingine wa msitu, aliishi faru mwenye nguvu ambaye kila siku alipenda kwenda kunywa maji mtoni, lakini faru alikuwa mkaidi na mwenye hasira Hakutaka kusikiliza ushauri wa wanyama wenzake waliomuonya kuhusu hatari ya mamba. Siku moja Faru aliamua kwenda mtoni bila tahadhari yoyote. Alikuwa na kiu sana, na alipoifikia kingo za mto hakujua kuwa mamba alikuwa akimvizia chini ya maji, macho yaking'aa kama almasi gizani. Wakati Faru alipoinama kunywa, mamba alirukia mguu wake kwa kasi ya ajabu, na kungata kwa nguvu. Msitu mzima ulisikika kwa kilele za Faru. Ah, nisaidieni! Wanyama wengine walitazama kutoka mbali kwa hofu. Hakuna aliyethubutu kumkaribia mamba. Lakini mwewe waliokuwa ukiruka juu, aliona yote na akapaa juu zaidi. Kisha akapaa haraka hadi kwa nyoka mzee mwenye hekima. Nyoka alikuja na kwa sauti yake ya upole alisema: mamba na Faru, nyote wawili ni wenye nguvu lakini nguvu bila akili ni hatari kwa wote. Mamba akasita kwa mara ya kwanza, aliangalia uso wa faru kwa makini na kuona hofu si kiburi. Aliachia mguu wake polepole pole. faru alipoachiwa hakukimbia, badala yake alinyenyekea na kusema samahani, kama nilikosea mamba, sikujua kuwa unalinda mtoto wako. Hebu tuwe marafiki, ninaweza kusaidia kusafisha mto wako na kukukinga na wawendaji. Kwa mshangao wa wote, mamba akakubali. Tangu siku hiyo faru na mamba walikuwa marafiki wa karibu. Faru alisaidia kufukuza wanyama hatari, na mamba akahakikisha hakuna naye mdhuru faru tena. Mto wa mizinga ulirudi kuwa salama kwa wanyama wote. Wote walijifunza kuwa urafiki na maelewano vinazidi nguvu. Funzo la hadithi: urafiki na maelewano vinaweza zidi nguvu. Mnyama mwenye hekima ni bora kuliko mwenye misuli. Kama kila hadithi ina mwanzo na mwisho, basi kila subscribe yako ni mwanzo wa safari yetu pamoja. Usikose hadithi inayofuata, jiunge nasi kwa kusubscribe na tukutane kwenye hadithi ijayo, hapa Utamu Kolea, mahali pa hadithi zenye ladha ya maisha.